Mnamo Oktoba 2023, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua mitambo mitano ya awali ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo, kwani mitambo hiyo mitano imeshatoa huduma ya uchorongaji kwa wachimbaji 16 katika maeneo mbalimbali nchini na kuchoronga jumla ya mita 1350.37 kutokana na wingi wa wachimbaji wadogo nchini na kuwa na mwitikio chanya wa wachimbaji wengi hasa katika kutumia mitambo ya uchorongaji, Mheshimiwa Rais alielekeza wizara yetu ya madini kuhakikisha kwamba inaliagiza shirika lake la madini la taifa ambalo ni Stamico kuongeza mitambo mingine. Leo hii nafurahi kuwajulisha kwamba kabla sijaingia hapa nilikuwa nafanya kazi ya kukagua lakini pia nimefanya kazi ya kuzindua mitambo mingine kumi ya uchorongaji na vifaa vya utafiti vya awali ambayo imenunuliwa na Stamico. Tuwapongeze Stamico kwa kazi nzuri ambayo ameifanya ya, ya kununua mitambo hiyo. Serikali imeongeza mitambo hiyo kumi ambayo nimeieleza yenye thamani ya bilioni 12.41 ambayo tayari imeizindua sambamba na mitambo hiyo vipo vifaa vingine vya geofizikia kwa ajili ya kuwawezesha watafiti kufanya utafiti wa awali kabla ya kuanza uchorongaji. Ni imani yangu kuwa kuongezeka kwa, kwa mitambo ya uchorongaji maalum kwa wachimbaji wadogo kutaleta mageuzi makubwa na manufaa makubwa kwenye sekta yetu ya madini. Moja ya faida kubwa za mitambo hiyo kwanza ni kuongeza kwa chachu ya ukuaji wa shughuli za wachimbaji wadogo hapa nchini, lakini pia kupata taarifa za uhakika za jiolojia. Vile vile mitambo hii mipya itaongeza kasi ya kuachana na uchimbaji wa kubahatisha na kuleta unafuu wa gharama za uchorongaji. Uzinduzi wa mitambo hii ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuboresha shughuli za wachimbaji wadogo na wa wa madini na kuwawezesha kuongeza uzalishaji na kuwapatia taarifa sahihi za jiolojia juu ya mahitaji yao ya uchimbaji wa madini kwenye maeneo yetu. Lakini tunakwenda kuliongezea uwezo wa shirika letu la madini ili niendelee kushiriki kikamilifu katika shughuli za uchimbaji wa madini. Ununuzi wa mitambo hii umewezesha kupunguza changamoto za wachimbaji wadogo ya kufanya uchimbaji bila sote, kuwa na taarifa za kijiolojia. Sote tunafahamu kuwa muda mrefu wachimbaji wadogo wamekuwa wakifanya uchimbaji wa kubahatisha na kushindwa kukopesheka kwa kukosa taarifa za uwepo wa kiwango cha mashapo yaliyoko ardhini. Vifaa ambavyo viko hapo nje ni pamoja na mtambo mkubwa kabisa wa uchorongaji wenye uwezo wa kuchoronga miamba hadi kina cha mita elfu tatu kwenda chini, lakini pia tuna ile mitambo kumi ya uchorongaji unayokwenda mpaka mita 200 na tuna malori mawili makubwa. Tuna mtambo wa kuzalisha nishati safi na mkaa mbadala, kuna vifaa kwa ajili ya geophysical survey equipment, lakini tuna excavator wheel loader pamoja na jaw crusher. Yote haya ni kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu 43 tulioyaweka na vile vituo mia moja na tisa ili tujiridhishe, madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu badala ya kutorosha madini unapeleka nje ya nchi, maana yake nini? Unakwenda kunufaisha nchi hiyo. Kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda taifa hili, lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi. Popote utakapozalisha madini umeyasafisha, unaenda kwenye masoko nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia benki kuu. Tunapopeleka benki kuu, tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi, na kwa kuuza nje ya nchi unaifanya nchi hiyo kuwa maarufu duniani kwa uuzaji wa dhahabu, wakiwa hawana dhahabu. Watanzania wenzangu, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Kwai, nitoe wito kwa wachimbaji wa madini, vyama vya madini. Mheshimiwa Rais wa FEMATA, hii iwe ajenda kwa watu wako. Mwenyekiti wa kundi la akina mama, iwe ni ajenda kwa watu wako, pindi wanapozalisha madini mpaka dhahabu, basi miuze kwenye masoko ambayo tumeyajenga tumejenga kwa gharama kubwa na tunahitaji kuyatumia.